Ndugu watazamaji wetu wa ITV, baada ya kuangalia mazoezi ya triceps na mazoezi ya biceps ambao ni sehemu ya mkono wa juu, sasa nilikuwa nataka kuwaonyesha mazoezi ya viungo, mazoezi ya, ya tumbo kwa upande wa kinadada ambao wanapenda mwili kama wa modeling, kwa sababu mili iko tofauti kuna mwili wa mwanamke ambayo anataka tu kufanya kwa afya yake, kilo aliyokuwa nayo yeye anataka kushuka kidogo tu ili nyama zikaze, alafu kuna mwili ambao mwanamke anataka aonekane kama amekauka, na kuna mwanamke ambayo anataka mwili ambao umenyooka unaonekana ni wa kimazoezi. Sasa dada yetu Shabnam hapa atatuonyesha mazoezi kidogo ya viungo ambayo huwa tunafanya humo ndani katika kituo chetu cha Tanzaned. Mazoezi hayo ni ya tumbo na yanakuwa hayana impact ni chini tu. Tutawaelekeza kidogo yanafanyaje. Shabnam, hebu waonyeshe. Kabla haujafanya mazoezi yoyote ya tumbo manake mara nyingi inaonekana kwamba mtu anafikiri kufanya sit-up kukaa chini na kusimama ndio kutoa tumbo. No, mazoezi ya kutoa tumbo yapo ya aina nyingi. Kwa mfano, huyu hana tumbo kubwa sana, ukimkalisha kum, kum, nini, kumlaza na kumkalisha sit-ups, yani itakuwa ni kama vile unajaribu kumfanyia huyu aweze kuwa na misuli ya tumbo, wakati tumbo lenyewe nyama haijakaza so kitu muhimu kwanza, anatakiwa yeye ajaze nyama zake. Sasa hizi nyama zinaanza kufanywaje ili ziwe ngumu? Shabnam atakuonyesha hapa kidogo. Shabnam, hebu mwonyeshe dish up hili. Ndio zoezi la kufanya msuli wa ndani ya tumbo uweze kukaza. Ukiona msuli wake kama unaushika hivi, ni kama jiwe maanake kwanza umevutwa alafu umekaza na juu ya, juu ya tumbo hilo hilo, ukiliona utaona kama kuna eksesi yoyote, lakini ndani ukishika hivi ni kama jiwe, maanake tayari ameshabana tumbo lake, analifanya liwe katika hali ya kuvuta damu na oksijen pale, ili aweze kutengeza tumbo lake vizuri zaidi. Ndugu mtazamaji, unapofanya mazoezi haya, haya kitu muhimu kinachotakiwa ni wewe, lazima uweze kupumua nje na ndani, kwa sababu utakapobana pumzi, pumzi hazina pa kutokea, zinatafuta tundu. Kwa hiyo tundu lolote liliyokuwa katika mwili wako linakuwa lina safa, kwa sababu linataka kuachia zile hewa. Sasa wewe unatakiwa kutembeza hewa zako nini, hewa yako kuitembeza, kwa pua na mdomo. Hizo ndio sehemu zinazotoa pumzi ya binadamu. Kwa hiyo unapumua nje wakati unakuja, unatoa wakati unakwenda hivi. Hicho ni kitu muhimu sana. Hilo ni zoezi la kwanza, tutakuonyesha zoezi la pili. Zoezi la pili ni ni kukata sehemu mbili. Manake hili zoezi linachukua tumbo zima na hapa pia tunataka kuchukua tumbo zima, lakini sasa tunataka tulipinde lile tumbo ili tuweze kupata contraction ya kupinda, badala ya kufanya kitu ambacho ni kimoja, kime, kina kaza. Sasa hichi tuna, tuna squeeze ule msuri, tuna ubana. Kwa hiyo zoezi lenyewe ni mkono huku na mguu no, Shabnam, ni mguu huu hapa na mkono huku, yeah. alright up Ap, ap. Sasa unapo unaona miguu mguu ukienda chini, ina maana wewe unafanya sehemu hii hapa na hapa juu unafanya oblique kill. Sasa pati zote mbili za chini na za juu, ina maana wewe unazishughulikia mafuta yaliyokuwa chini na mafuta yaliyokuwa juu. Sasa zoezi hili halifanyiki kwa kufanyika, hapana. Unatakiwa wewe ujikontrol, unavyopeleka mguu wako juu ndio upeleke chini, yaani ni kama vile tulivyofanya mkono pale. Ina maana kuna eccentric na concentric, ambayo eccentric ni hiyo ya kurudisha, concentric ni hiyo anayoivuta na upande huku pia nao kuna kitu hicho hicho ambacho kinafanya kazi the same. Mwili wa binadamu una uwezo wa nguvu wa nini, inatumika vitu vitatu katika mwili. Kuna sehemu hii hapa ya kati hii ya kati ndio imebeba uzito wa huyu mtu, alafu kuna sehemu inayojipinda, sehemu inayojipinda ni sehemu inayofanya kazi ya kutembeza ule mguu ukunjike vipi, alafu sehemu ya tatu ni pale mguu unapogonga chini kuzuia contraction iende vipi. Sasa kuweza kupata maumivu zaidi, unatakiwa mguu wako usifike chini, yani ufike hapo, yani haugongi, manake wewe ukigonga kidogo, ina maana unapunguza nguvu ya ile contraction ya tumbo. Mageuza upande wa pili, ukishafanya upande mmoja lazima ufanye upande wa pili 9 10 11 12 13 14 15. Okay, hili ndio zoezi la pili, kwa hiyo tunakuonyesha zoezi la tatu. Hili zoezi huwa tunalifanya ni kwa ajili ya kujifundisha kuweza kuubana msuli wako ndani, yaani tunafanya hivi tukimfundisha mtu, tunampa dakika sekunde ishirini, sekunde kumi. Sasa huyu hapa ameshafika mpaka kwenye sekunde thelathini, anaweza akajibana hivyo mara nne, anatakiwa afanye mara nne na wakati ukimaliza kubana hivyo unatakiwa kunyoosha miguu yako na nini polepole pole. Sasa zoezi hili, ukisikia unasikia maumivu chini katika mbavu, ujue lazima ukamwone daktari, kwa sababu inawezekana labda pia kidney zako hazipo sawa, ama kama unasikia ute wa mgongo, pia vile unatakiwa umwone physiotherapy ili akushauri kama unatakiwa ufanye mazoezi hayo. Unafanya seti ya pili tena. Kwa hiyo unabana, unazuia, unaweza ukaona kama hakuna kazi inayofanyika hapo, lakini kazi inayofanyika hapo ni kubwa sana, kuweza kujizuia hivyo. Sasa mtu anapokuwa na tumbo kubwa uta, anakuwa yeye hawezi kufika hivi, yaani ni kama vile mtu ana, ana kitambi, ajione huku chini Manake mtu hujione mwili wako wote. Sasa mtu mwingine hawezi kujiona chini kwa sababu tumbo ni kubwa, na zoezi hili pia inakuwa atakuwa anashindwa kufanya. Ina maana tunaanza naye polepole nusu nusu, kila anavyokuwa flexible yeye ndo anaingia ndani, release. Okay, hili ni zoezi la tatu, tunakwenda zoezi la nne. Zoezi la nne inabidi sasa afanye vile vile, lakini afanye kwa speed ambayo tunahesabu ile, tutahesabu mara ishirini. Twende, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, huku pia unatakiwa kuinuka, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishirini. Sawa, hilo ni zoezi la kujaliza yale mazoezi matatu. Kwa hiyo atamalizia zoezi moja ambayo miguu itakuwa huku na kichwa huku, alafu unakaa mkao wa press up, alafu pale unainuka juu. Hebu Shabnam tuonyeshe hilo zoezi.